Mmoja mtu. Haya, mkurugenzi njoo hapa. <laughs> Mama kaa kaa hapo hapo hapo hapo. Mama mkurugenzi, hili swala la huyu mama unalijua? Naomba unieleze kama unalijua hili swala la mama. Mheshimiwa Rais, sifahamu. Shika mic. Sijafahamu Mheshimiwa Rais. Swala la huyu mama ulifahamu? Ndio Mheshimiwa Rais. Huyu mama ameshafika kwako? Sijawahi kumuona. Ati mama, umeshafika kwa mkurugenzi? Una documents zozote hapa mama? Haya, ngoja nizicheki. Leteni document zake, mzicheki hapa. Mama, simama hapa hapa, lazima tulitatue hili swala. Mlete hizo document za yule mama, zingine zimeanguka hapo. Chekini document zake, zilete document za yule mama, ziko wapi? Haya mama, mimi nimekusikia. Unanisikia? unaitwa nani? Ana, unaitwa nani mama? nisikilize tu. Ana nani, hebu mpe huyo mama. Naitwa ana Joyce Francis, mkazi wa Isamilo. Haya, sasa unakaa na nani kule kwako ku. Mimi niko peke yangu na familia yangu tu. Una familia ya watoto wangapi? Na watoto sita. Una watoto sita eh? hey wengine nimewapeleka nyumbani kijijini kwa sababu ya matumizi. gabakia na watoto watatu, watatu ambao angalau wanaweza kutafuta angalau. Na hapo umekaa kwa muda gani kwenye kiwanja chako? Nimeanzia elfu mbili na tano mpaka sasa hivi niko kwenye kiwanja changu. Haya, na bado huko hapo hapo? Niko hapo hapo, nyumba zinaanguka tu, niko hapo hapo tu, nimebakia na ka nyumba ka hoteli kidogo tu, nimejibana mba, na umo. Aya mama, nimekusikia e... watachukua dokumenti zako hao, watachukua photocopy. Umenielewa mama? Nisikilize tu mama, wewe wala hakuna usiwe na wasiwasi na nina hela yangu hapa, ngoja nikupe hii yote mama uchukue. <coughs> <Mpe>, haya <Michael. tos> mama mchukue namba yake hii alafu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hakikisha usalama wa huyu unalindwa Alafu huyo mwanasheria huyo mwanasheria umuite, umwite ofisini kwako, alete dokumenti zake na huyo mama.